Katika kikao cha Baraza Kuu la Umoja Mataifa, yaani UN General Assembly kilichofanyika hivi karibuni, waziri mkuu wa Israel alipata mapokezi yasiyokuwa ya kawaida. Badala ya kuungwa mkono au kupigiwa makofi, hotuba yake ilizomewa kwa miluzi ya kejeli, huku baadhi ya wajumbe wa nchi wanachama wakionyesha ishara ya kutokubaliana kwao kwa kuondoka ukumbini hadharani. Tukio hili limeibua picha yenye nguvu ya mgawanyiko wa kidiplomasia ambao unaendelea kuikabili Israel katika uhusiano wake na jumuiya ya kimataifa. Wakati serikali ya Israel ikisisitiza kwamba sera zake inaweza kujilinda na kulinda wananchi wake, nchi nyingi zimekuwa zikipinga vikali hatua zake, hasa kuhusu mgogoro ambao unaendelea kati ya ukanda wa Gaza na ukingo wa Magharibi. Mabalozi na viongozi waliokuwepo ukumbini walisema kwa kuondoka na kuzomea walitaka kuonesha wazi wazi kwamba hawakubaliani na msimamo wa taifa la Israeli hata siku moja. Hii ni dalili kwa upinzani dhidi ya sera za serikali ya Tel Aviv unazidi kushika kasi katika medani za kimataifa zaidi. Kwa upande mwingine, wafuasi wa Israeli wanadai kuwa matukio hayo ni ishara ya chuki ya kisiasa dhidi ya taifa la Kiyahudi, wakisisitiza kwamba hotuba ya waziri mkuu ililenga kusisitiza amani na usalama. Hata hivyo, picha iliyosalia kwa ulimwengu ni kwamba Israel inakabiliwa na upinzani mkali kwenye majukwaa ya kimataifa, na hata ndani ya ukumbi mkubwa wa Umoja wa Mataifa sauti za kupinga ziliweza kuzidi zile za kuunga mkono. Hii inaonyesha kwa mara ya nyingine jinsi mgogoro wa Mashariki ya Kati unavyobaki kwa kitovu cha mjadala mkubwa ya kidiplomasia huku dunia ikigawanyika kati ya wale wanaona Israel kama mhanga wa ugaidi na wale wanaona kuwa Israel imekuwa chanzo cha ukiukwaji mkubwa wa haki za kibinadamu duniani kote.